Hauna nafasi kwenye mgongo wa ardhi, umma uliopoteza mambo matatu. Akasema idha faqadatil amana, umma ukipoteza uaminifu. Al amana uaminifu. Mwenyezi Mungu anatuambia sisi waumini, ya ayu alladhina amanu, enyi mlioamini hakika Allah anakuamrisheni an antuadu lamanati ila ahliha mrejesha amana kwa wanaostahili amana zile. Kila kitu ni amana: mali ni amana, watoto ni amana, madaraka ni amana, mke ni amana, mume ni amana, elimu ni amana. Rudil amana ila ahliha, rejesha amana kwa wale wanaotakiwa waichukue amana yao. Idha fakadat al ummatu al amana, umma ukipoteza amana fakraha salam, uambie kwa heri bye, bye. Waidha fakadat lummat ruhu tadhhiya bilmali wnafsi, umma ukipoteza moyo wa kujitolea muhanga, kukubali wewe upoteze nafsi yako au mali yako bila kupata return, bila kupata kitu kinarudi tena kwako, kitoke kiende ruhu tadhhiya. umma ukipoteza moyo wa kujitolea muhanga kwa mali na nafsi, uambie kwa heri Fakrahu wa salam ndio hali tulionayo leo, leo. Kullu minna kad sara habidun dananiri wa darahim, kila mmoja wetu amegeuka mwabudu dinari na dirham. Hapendi atoe na wale wanaopokea nao hawana amana. Sasa ukichanganya moyo wa ubakhili uliopo kwa watoaji, jumlisha upotefu wa amana kwa wanaopokea amana hizo, hakuna kinachofanyika kwenye umma thumma qala idha fakadatil umma makarima laakhlaq umma ukipoteza maadili mema fakul laha assalam uambie umma huo kwa heri tukijiangalia katika haya mambo matatu umma wetu ndio maana umeambiwa kwa heri hatuna tena hadhi waliokuwa nayo wale maswahabu muhammadun rasulullah Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ma adau la lkuffar ruhamau bainahum ila akhiril aya, Muhammad na walio pamoja naye. Sisi kwa hivi tulivyo hatuwezi kusema tuko pamoja na Mtume. Allah anasema Muhammad na walio pamoja naye, zama zote. Usichukulia aya hii ni maswahaba tu.